Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, ambapo taarifa kubwa ni taarifa ya uteuzi. Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana mamlaka ya kuteua wabunge wasiozidi kumi ambao ni wabunge wa kuteuliwa moja kwa moja na rais kwa mamlaka ya kikatiba na hii huwa inafanywa kwa mujibu wa ibara ya sitini na sita sehemu ya kwanza hii ya katiba, ambapo rais ana mamlaka ya kuteua moja kwa moja wabunge wa kuteuliwa. Hii ni taarifa kutoka Ikulu, ambapo moja kwa moja ni taarifa ya uteuzi. Taarifa kwa umma: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka aliyonayo chini ya ibara ya sitini na sita sehemu ya kwanza hii ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 amewateua wafuatao kuwa wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja, Dkt. Dorosi Ones Oneforo Gwajima. Gwajima amerudi tena kuwa mbunge wa kuteuliwa moja kwa moja na rais, ambapo Rais Dkt. Samia sulu ameendelea kumwamini tena e, Dorothy Gwajima na kumteua e, kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Namba mbili ni Balozi Mahamudi Thabiti Kombo. Namba tatu ni Dr. Bashiru Ally Kakurwa. Kwa hiyo Dr. Bashiru Ally ameaminiwa tena na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuteuliwa tena kuendelea kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Namba nne ni Bwana Abdullah Ali Mwinyi. Watano ni Balozi Hamisi Musa Omal na namba sita ni Dr. Rimo Simioni Nya Nyansaho. Hawa ni wabunge sita ambao wametangazwa, wameteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka aliyonayo chini ya ibara ya 66 sehemu ya kwanza e ya Katiba ya jamhuri wa muungano wa Tanzania. Kubwa nimemwona tena hapa Dorosi Guajima akirudi tena bungeni, lakini pia balozi Dr. Bashilu Ali Kakurwa naye pia ameteuliwa tena kuwa mbunge wa bunge la jamhuri wa muungano wa Tanzania. Imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi na kusainiwa na balozi Dr. Moses Kusilukwa, katibu mkuu kiongozi, tarehe 10 Novemba ya mwaka 2025. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.